Vipi? Hey, Alhamdulillah. Bwana, kwanza umejiandaje na mechi kesho? Ah uh, binafsi tumejiandaa vizuri kama wachezaji, kwenye mechi ya kesho, tunajua ni ngumu. Tumesafiri, tumefika jana, tumefanya mazoezi kidogo jana na leo tumefanya mazoezi ya mwisho hapa kwao. Binafsi wachezaji tupo tayari kwa mchezo wa kesho hmm. na morali ikoje? Kwa maana kwamba mashabiki wengi wamekuwa na maswali ya kujiuliza baada ya mechi yenu ya mwisho mechi ya kimataifa hmm. E, performance ni kama hujarizika nao. sasa kuelekea kwenye mechi, kama wachezaji, kitu gani ambacho pengine mgetamani kuambia mashabiki kwamba ni kuna surprise za kutosha kuelekea kwenye mechi kesho? Kiufundi, kwa mechi iliyopita, benchi la ufundi limeona sehemu gani ambayo tumefanya mistake na sehemu gani ambayo tumefanya mazuri. Kwa hiyo tumerudi kwenye uwanja wa mazoezi mwalimu amesahisha ame makosa ambayo tuliyafanya kwenye mchezo uliopita, na yale mazuri ameendeleza, tuweze kuyaonyesha kesho kwenye mechi na uh, ya kesho. Kwa hiyo morali sio wachezaji ipo juu sana, tuna tuna imani tutafanya vizuri kesho na tutaondoka na ushindi hapa inshallah.

Binafsi naweza nikasema kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu na kwa mwanzo ambao nimeanza, na naweza nikasema ni asilimia chache ambazo nimezionyesha. Nina na deni kubwa ya kuzidi kuonyesha na kuipambania nembo ya timu kwa sababu nimesajiliwa ili kuipambania nembo ya timu, na malengo ya kwanza ni kuipambania timu na kupambania malengo yangu ambayo nimejiwekea kwao. Nashukuru Mungu, na ninapoona support ni kubwa kwa mashabiki kwangu mimi, nanitia moyo na, na, nanitia morale ya kuzidi kufanya vizuri zaidi. Kwao namshukuru Mungu, naamini na, tutaendelea kufanya vizuri inshallah.